Na mtazamaji wa Trend TV nadhani utakuwa unafahamu kwamba kuna hii habari ya, ya leo siku ya tarehe 20 mwezi March. E, bwana leo kuna ile inaitwa Wasafi Iftar. Yani hii ni shughuli ambayo Diamond Platnumz ameamua kuiandaa kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba anawakusanya Waislam kwa ajili ya kupata naoftari, lakini sio tu Waislam, lakini pia viongozi, ma celebrity na mtu yote yule ambaye atatamani au atavutiwa e, kusogea pale basi moja eh, kwa moja, hii ni nafasi ambayo Diamond ameitangaza rasmi kwamba atafuturisha watu eh, siku ya leo, na nadhani mtu ambaye atasimamia mchongo wa kupika futari yenyewe si mwingine bali ni mwanadada Shilole. Awibana, eh? so, hivyo ndivyo mambo yalivyo, kwa sababu hapo ukipita katika page ya Diamond Platinum, mzee utaona pamoja page za wadau mbalimbali wa WCB utaona hizo habari na pia vilevile, kwa vile baadhi ya watu ambao wamealikwa nao utaona posters ambazo zinaonyesha kwamba leo super dom pale Masaki kutakuwa na wasafi iftari. Sasa wadau mbalimbali wamejitokeza na kudai kwamba hii iftari ni haramu kutokana na sababu ambazo wenyewe wamezizungumza. Hebu msikilize moja kati ya wadau ambao video yake inaenda viral huko mtandaoni leo kuhusiana na hiyo issue tena cha kushangaza kwenye hili iftarisho, kuna mashehe wakubwa, maalim wamealikwa, na huyu mshenzi wa tabia mwenyewe anajiita Diamond Platinum. Wewe umeona wapi eti kwenye iftarisho wanaalikwa hadi makafiri? Tena makafiri wengine wamefika mbali, mtu anajiita mtume mwa mposa. Hilo siyo iftarisho, ila hilo ni kufurisho kwanza ya huyu jamaa kuishi hapo. Akaendelea kuzungumza mengine. Mtu aliyefunga maana ya, ya iftar, ni kumftarisha aliyefunga tu na sio Muislamu. Wewe ukiwa Muislamu, halafu hujafunga iftar, haikuhusu. Leo imekuwa nini? wanaitia fashion. Eti tajiri anamwita tajiri mwenziwe akamfutarishe wapeane ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Huyu jamaa yeye anasema kwamba hii futari ni haramu kwa sababu kwanza kabisa wameitwa watu ambao sio Waislamu, wengine hawajafunga, lakini pia huwezi iftari ukafuturisha matajiri wenzio. Kwa mujibu wa dini, anadai kwamba futari, bwana eh, inatakiwa ufuturishe watu ambao ni masikini